Mi kwa majina naitwa Rogers Majariwa Rusizi, ni dereva kwa magari makubwa na vile vile magari ya abiria. Hii barabara yetu ya ikora imekuwa na shida kwa miaka kadhaa kwa namna moja ama nyingine, ila kulingana na kilio cha muda mrefu, serikali imeamua kutoa tatizo ambalo ni la kudumu, kututengenezea barabara ya rami ambayo inatoka Kagwira kuelekea bandari ya Karema. Vile vile pamoja na hayo, kuna changamoto ambazo zinatokea kulingana na ukarabati ambao unaendelea wa rami. Pamoja na changamoto zote hizo, tumejaribu kushikisha serikali, lakini serikali imeweza kutusikia madereva na wananchi, kama mnavyoona, ilikuwa toka jana jioni, hii shida imeendelea, na leo asubuhi, baada ya kushikilisha serikali, serikali imeamua kutuletea mainjinia na mitambo kwa ajili ya kurekebisha maeneo yote ambayo ni korofi. Maeneo korofi ni eneo la hapa hapa tulipo, ukienda maeneo ya Kasekese Kaseganyama na kwingine, lakini serikali imetuahidi kupitia injinia wao kwamba kufika tarehe thelathini maeneo yote yatakuwa yameshatengenezwa. Vile vile wameanza kazi yao kuanzia sasa hivi na kuendelea. Ile tatizo wamesema, wameahidi baada ya masaa mawili ili tatizo la msongamano wa magari litakuwa limeisha io. Kwa hiyo kwa hilo tunaendelea kuishukuru serikali, tunapokuwa tuna shida wanatusikiliza na waweza kutatua matatizo yetu

No, alioaszula na... e, magari madogo tu pale tulipotoka, napo sio salama zaidi. Tena tu kinyesha mvua, ijapo mmeweka kifusi bado changamoto itatokea. Tukuombe tu kwa sababu wewe ni mfundi na mkandarasi ndio mnakana kila siku, hebu mfosi pale alegemeshe papitike kabisa kila siku lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kufikia siku ya leo tumefikia. Tangu jana usiku tulikuwa hapa tumetafuta suluhisho na tumekwisha kufanikiwa kuondoa gari ambayo ilikwama na kuruhusu magari mengine kupita. Hizo ndio hizo jitihada ambazo tumezifanya kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba huduma za usafiri zinaendelea kupitika katika barabara hii. Lakini vilevile tuko bado kwenye eneo hili, tunaendelea sasa kushirikiana na wenzetu wakala wa barabara Tanzania TANROADS, ambapo tunaweka karavati pamoja na vifusi ili eneo hili korofi liweze kujikinga. Lakini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa wenzetu wa TANROADS, kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, barabara hii imetengewa fedha kwa ajili ya kutengenezwa kwa kiwango cha lami kutoka Kagwira kwenda mpaka Karema na kuna vipande viwili, kwa kipande hiki ambacho kidogo shida ni kutoka Kagwira mpaka Kasekese ambacho kina urefu wa kilomita hamsini na nne na kinachofanyika sasa ni kuweza kuhakikisha kwamba haya maeneo yote korofi basi yanarekebishwa.